Ehe, niambie Alice, hebu niazime basikeli yako mara moja. Ah, baisikeli ina pancha pancha. Wewe ni gevu hivyo, mimi nina kutengeneza ina tabu. Haya <laughs> poa, basi naleta. God have mercy upon us. <laughs> Haya, sawa sawa, basi poa, nakusubiria. Oya bwana, basi bwana, kuna mtu aa kunichukua hapa vipi? Oya Alisi, nipe tu jamaa, pokea hata simu. Haya, naleta Da, ndo kazi iliyobaki sasa. No, no, no, no. Ah, oya basi bwana, kashakuja tayari huyu.